Queen Sendiga huye ni mkuu wa mkoa wa Manyara. Na leo mwenyekiti wa chama cha mapinduzi, ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati anazungumza akasema kwamba ilani hiyo si tu kwa Tanzania nzima, lakini pia itaenda kwenye mikoa na wilaya kuainisha vipengele mahususi kwenye mikoa husika na wilaya husika, ili iweze kwenda kujibu mahitaji ya mkoa husika na wilaya husika pia. Mtazamo wako kwenye hili umelipokeaje? ni kitu kizuri na ni kitu kizuri sana, kwa sababu hili iliyopo kubwa inakaa kama sasa Uh, ilani ya taifa mwana muhimili wa chama, ilani ya taifa ambayo itakwenda kutoholewa kulingana na mikoa husika ni kitu kizuri sana. Ina maana sasa kwenye mikoa, mtu ana tena shida ya kupekua kitabu kikubwa. Kitabu kikubwa kitakuwa kimebaki pale, ni mwongozo kwa kwenye mikoa. Sasa tutakwenda kufanya kazi ya kwenda kutekeleza ilani kulingana na mahitaji husika aliyopo ndani ya mikoa hii, itasaidia sana kurahisisha mtendaji kazi kurahisisha utekelezaji wake, lakini kurahisisha tafsiri hata kwa wananchi maeneo mengine kwao, ni kitu kizuri sana ambacho naomba niwaambie kwamba hakijapata ya kutokea, yaani kwenye taifa hili hakujawahi kutokea ilani nzuri ambayo moja ni nyepesi kwenda kutekelezeka, lakini cha pili inaakisi kwa zaidi ya asilimia mia moja mahitaji na uhalisia uliopo kwa Watanzania. Nakushukuru kwa, kwa wakati wako.